Kwa majina naitwa George Mhina, ni meneja Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA kwa Kanda ya Ziwa. Kwa wiki hii iliyoanza tarehe sita mpaka leo tarehe kumi tunafahamu wote kwamba ni wiki ya huduma kwa mteja. Kwa hiyo sisi EWURA Kanda ya Ziwa tumeiadhimisha kwa kuja kukutana na wateja wetu kwa kuweka banda hapa chini ya ofisi zetu mbele kabisa ya sehemu hii ambako kuna picha ya samaki na ninavyofahamu kwamba uh, theme ya wiki hii ya huduma kwa mteja ni Mission Possible, kwa maana kuangalia na kuondoa vikwazo vyote katika kutoa huduma, na dhana kubwa ni ile kwamba uh, mteja ni mfalme. Sisi ura wateja wetu wakubwa kwanza ni hizi mamlaka au taasisi tunazozisimamia kwa maana watoa huduma kwetu sisi ni kama mamlaka za maji, lakini ukienda kwenye nishati kuna watoa huduma kama TANESCO, kuna makampuni yanatoa huduma visiwani powerhat, jumeme na kadhalika, lakini kwenye umeme pia kuna mafundi umeme, lakini watoa huduma wengine ni watoa wenye vituo vya mafuta lakini wadau wetu wengine ni taasisi za umma, serikali kuu pamoja na serikali za mitaa. Sasa kwa kupitia wiki hii tunataka kuwasikiliza pia wateja wetu ambao ni umma. Kwa mwisho wa siku wote tunalenga katika kuwasaidia wananchi kuhakikisha kwamba hizi huduma tunazosimamia za nishati na maji kwanza zinapatikana, lakini zinapatikana katika ubora mzuri lakini katika bei ambayo ni rafiki kwa mwananchi. Lakini kikubwa ni kuhakikisha pia, kwa wiki hii tumetaka kuwaeleza umma pia na kupitia mkurugenzi wetu mkuu kwamba EWURA moja tume, kwa kiasi kikubwa tumejikita kufanya huduma zetu kuwa za kidigitali kwa maana kwamba sasa hivi unaweza ukaomba leseni yako ya kujenga kituo cha mafuta au leseni yako ya umeme ukiwa sehemu yoyote ile, ukiwa maeneo ya Bukoba, ukiwa maeneo ya Bariadi, unaweza ukaomba leseni yako na mpaka ukapitishiwa na mpaka ukaipakua mwenyewe bila kukutana na watendaji wetu. Kwa hiyo tumepiga hatua kubwa katika kuhakikisha kwamba na sisi tunaenda kidigitali na kwa kufanya hivyo, kwanza tunapunguza tunapunguza urasimu, lakini pia tunapunguza ile kuonana kuonana na na, na na sisi watendaji. Lakini pia kwa kufanya hivyo, tunamsaidia yule mteja kwanza, kupunguza gharama pengine ya kusafiri kufuata leseni yake au kufuata kitu chochote kule ofisini, na badala yake anaweza akaokoa muda, lakini pia na la gharama, kwa kufanya hayo yote akiwa kulekule. Aleu, naitwa Abel Sospita Balole, natokea kata ya, ya Mandu, mtaa wa Maswa Magharibi. Nimepata maelekezo mbalimbali kutoka kwa wahudumu ambao wa ni waukuta hapa yanayohusu ya masuala ya maji, matumizi ya umeme na matatizo yake, na mambo mengine mbalimbali ambayo imejifunza kutoka kwa wahudumu wa hapa. Wamenielekeza vizuri na ofisi yao iko wapi, wamenielekeza hapa, kama nina malalamiko yoyote kuhusu maji, umeme, ofisi zao wamenielekeza, naweza nikaenda kupata